Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuza yale yaliyojiri, tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sada Nassoro, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Sofia Amani, na kwenye habari za michezo tutakuwa na Muhammad Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dk Samia aendelea na ziara yake, akikagua ya na kuzindua miradi mbalimbali mbali ya maendeleo Kongamano la uwekezaji lilielezwa kuwa na mafanikio na kuleta mageuzi ya kiuchumi visiwani Zanzibar. Na katika habari za kimataifa, watu 30 wauawa Gaza katika mashambulizi ya Israeli. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja, tuanzie kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dk. Samia Suluhu Hassan ameendelea na ziara yake mkoani Simiu ikiwa ni siku ya tatu ya ziara yake ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambapo akiwa mkoani Simiu pamoja na kufanya mkutano na wananchi, pia amefanya shughuli ya kuzindua kiwanda cha pamba. Gudlak Msola ametuandalia taarifa zaidi. Rais Dk. Samia akiwa mkoani Simiu pamoja na kufanya mkutano na wananchi ndani ya wilaya ya Bariadi pia amefanya shughuli ya kuzindua kiwanda cha pamba pamoja na kuweka jiwe la msingi katika shule ya ufundi ya Itilima ambapo akizungumza na wananchi wa wilaya ya Bariadi Rais Dr. Samia amewaahidi Watanzania kuwa serikali imejipanga kuendelea kuleta maendeleo ikiwemo ndani ya mkoa wa Simiyu ambapo ameahidi kutatua changamoto ya maji, madaraja, barabara za ndani pamoja na kuboresha sekta ya kilimo na ufugaji. Tunamshukuru Mungu. Ametupa utajiri mkubwa wa vijana ndani ya Tanzania sa vijana hawa tusipowajengea uwezo tusipowapa ujuzi uwezo wa serikali kuajiri wote haupo. Kwa hiyo ndio maana tumeamua tuwape ujuzi wawe mafundi waweze kujiajiri na kuajiriwa na sekta binafsi, kwa sababu sasa hivi sekta binafsi inakuwa. Tanzania uwekezaji unakuwa, sekta hii inataka wafanyakazi. Tusipowajenga vijana wetu na ujuzi, hizi ajira zitatoka watu wa nje watakuja kuchukua ajira kwetu na ndiyo maana tunajenga shule hizi vijana wetu tuwajenge na ujuzi unaotakiwa ili waingie kwenye soko la ajira vizuri. Awali wakizungumza, kabla ya kumkaribisha rais, baadhi ya mawaziri ambao wameambatana na Rais Dokta Samia katika ziara hiyo, akiwemo Waziri wa TAMISEMI Muhamedi Mchengerwa, Waziri wa Kilimo Huseni Bashe, Waziri wa Maji Jumaa Wesu, Waziri wa Elimu Profesa Adolfu Mkenda kipindi chana, waziri wa mali asili na utalii pamoja na waziri wa ardhi Deogratos Ndejembi wakapata nafasi ya kueleza namna ambavyo baadhi ya miradi inavyotekelezwa na iliyotekelezwa katika wilaya Bariadi na mkoa wa Simiyu katika kipindi cha uongozi wa Rais Dr. Samia ili kutatua changamoto zinazowakabili wananchi wa maeneo hayo. Mheshimiwa Rais, ulidhamiria katika wilaya hii ya Maswa kupunguza umbali wa wazazi na walezi kupeleka watoto shule Mheshimiwa Rais, naomba nikuthibitishie, shule zimejengwa karibu na wananchi na wizara yako hii unayoisimamia wewe mwenyewe ukiwa ndio waziri mwenye dhamana ya wizara hii ya TAMISEMI. Mheshimiwa Rais, mimi kushirikiana na waziri wa elimu bado tunayo fedha ya kutosha kupitia miradi ya kwenda kuboresha elimu msingi na elimu sekondari, na maso tutaendelea kuiangalia pamoja na kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais umekwisha ifanya katika wilaya hii ya Maswa, wana Maswa wana Maswa, wazazi kwa walezi, umewapunguzia mzigo mkubwa katika ulipaji wa ada. Naye Mbunge wa Bariadi na Naibu Waziri wa Maji Kundo Mathew Sanjari na Mkuu wa Mkoa wa Simiu Kinani Kiongosi na baadhi ya wabunge wa mkoa wa Simiu wamemshukuru Rais Dr. Samia kutokana na kutoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 400 kuwezesha mradi wa maji, shilingi bilioni 97 kwa ajili ya kutatua changamoto ya umeme, pamoja na fedha kwa ajili ya ujenzi wa miradi ya shule na hospitali, ambapo amesema miradi hiyo itasaidia kuleta maendeleo kwa wakazi wa Simiyu. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa wito kwa watafiti na wapangaji wa sera kuwekeza katika tafiti zenye tija kwa wananchi. Godluck Msolla ametuandalia taarifa hiyo. Amesema kufanya hivyo kutawezesha kuwa na matokeo ambayo yatatumika kutengeneza sera na mipango ya utekelezaji yenye kuleta mabadiliko halisi katika jamii. Ametoa wito huo kwenye kongamano la kumi na tatu la kisayansi la Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS lililofanyika chuani hapo kampasi ya Mloganzila jijini Dar es Salaam. Kadhalika, waziri mkuu Majaliwa amewataka wadau wa sekta binafsi, washirika wa maendeleo kuongeza uwekezaji katika vifaa tiba na teknolojia mpya ili kuimarisha uwezo wa kukabiliana na magonjwa kwa wakati. Amesema kuwa serikali kwa upande wake imeendelea kuboresha sekta ya afya kwa kuwekeza zaidi katika miundombinu, rasilimali watu pamoja na tiba za kibingwa na mifumo ya kukabiliana na mlipuko wa magonjwa. Watafiti wote, wapangaji wa sera, wekezeni katika utafiti zenye tija kwa wananchi. Tafiti zisiishie kwenye makabrasha na kuziweka kwenye makabati. Tunahitaji tuone matokeo ya tafiti hizo yakifanya kazi katika utoaji wa huduma hapa nchini. Tunataka tuone matokeo yake yanatumika kutengeneza sera na mipango ya utekelezaji ili kuleta mabadiliko halisi katika utoaji huduma kwenye sekta afya. Akizungumza kwa niaba waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, naibu katibu mkuu sayansi na teknolojia, elimu ya juu Profesa Daniel Mushi amesema kuwa serikali imeweka vipaumbele kwenye elimu ya sayansi na teknolojia. Amesema kuwa maboresho yaliyopo chuani hapo ni ushahidi mkubwa wa namna serikali inavyoweka mipango ya kuboresha mazingira ya ujifunzaji na kufundisha. Chuo hiki kikuu cha MUHAS, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kimekuwa miongoni mwa wanufaika wakubwa wa jitihada za serikali, hususan katika kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia kwa uwekezaji mkubwa ambao umepata kibali cha mamlaka kuweza kupata fedha za uwekezaji, na kama ambavyo imeelezwa hapo awali ipo miradi miwili mikubwa ambayo tunaweza tukajivunia nayo ya hivi karibuni ambayo imetekelezwa na chuo hiki kikuu e, cha MUHAS Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumesikia mradi wa hiti ambao umelenga katika kuboresha mitaala e, kuboresha e, mazingira ya kufundishia na kujifunzia, lakini vile vile kuweka e, matumizi sahihi au kuboresha matumizi ya teknolojia ya kidijitali ili kuboresha ufundishaji na kuongeza tija. Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Apolinari Kamuhabwa amepongeza serikali kwa jitihada za dhati ambazo zimewezesha kuungwa mkono na wadau mbalimbali wa maendeleo, hivyo kufanikisha utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati inayoleta mageuzi makubwa katika mazingira ya elimu ya juu na afya nchini. Ninapenda kutua fursa hii kuishukuru serikali kwa jitihada za dhati ambazo zimewezesha kuungwa mkono wadau mbalimbali wa maendeleo na hivyo kufanikisha utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati inayoleta mageuzi makubwa katika mazingira ya elimu ya juu na afya nchini. Chuo chetu ni miongoni wa wanufaika wakubwa wa mageuzi haya. Mradi mkuu wa kipaumbele ambao unafadhiliwa na serikali kwa chuo chetu ni mradi wa kituo cha umahiri cha Afrika Mashariki wa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu katika kampasi yetu ya Mloganzila mradi huu unaingia katika awamu ya pili baada ya kukamilisha awamu ya kwanza ya ujenzi wa kituo hiki muhimu hapa Mloganzila, ambapo ndipo tupo hapa; ili jengo hili ni sehemu ya, ya awamu ya kwanza ya mradi huo. Amesema kuwa hospitali hiyo itaongeza uwezo wa kutoa huduma za kibingwa, kufundisha wataalamu wa ndani na nje ya nchi na kufanya tafiti zinazolenga kukabiliana na changamoto za magonjwa ya moyo na mishipa, ambapo awamu wa hii itagharimu kiasi cha shilingi bilioni 221. Waziri wa nchi ofisi ya rais ikulu Zanzibar, Ali Suleiman Amer ameipokea misheni maalum ya Umoja wa Afrika ya kutathmini maandalizi ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba elfu mbili ishirini na tano pre election assessment mission PAM. Mission hiyo imeongozwa na Dr. Pomzile Mlambo, makamu wa rais mstaafu wa jamhuri ya Afrika Kusini, akiambatana na wajumbe kumi na sita. Nezia Masinde anatueleza zaidi. Waziri Amiri amesema lengo la misheni hiyo ni kutathmini maandalizi ya uchaguzi ikiwa ni pamoja na hali ya kisiasa ili kuhakikisha misingi ya demokrasia inafuatwa kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wa Afrika kuhusu demokrasia, chaguzi na utawala, African Charter on Democracy, Election and Governance. Tume hii ama misheni hii ambayo ina jumla ya wajumbe 16 ambayo almost ikiongozwa na mama Seizula Ngusuka ambaye alikuwa makamu wa rais wa Afrika ya Kusini, wapo Tanzania almost tangu Jumatatu, lakini leo amekuja Zanzibar kwa lengo la kukutana na wadau mbalimbali wa uchaguzi na kuangalia matayarisho yetu ya uchaguzi yamefikia wapi. Kwa hivyo zaidi ndani ya vikao vyao na wadau wa uchaguzi watakuwa watajua Tanzania na Zanzibar tumejitayarishaje kuelekea uchaguzi wa 2025. Lakini ni mshukuru tu, amesifu Tanzania, amesifu amani yake, lakini amesifu utulivu wake. Naye Dkt. Pumzile Mlambo amebainisha kuwa misheni hiyo imeridhishwa na maandalizi yanayoendelea kufanyika kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 misheni hiyo ilikutana pia jana na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa ambaye alihakikishia misheni hiyo kuwa Tanzania imejipanga kufanya uchaguzi huru, haki na amani kama ilivyo miaka yote. Ujio wa mapema unasaidia pia kutoa ushauri kwa maeneo ambayo e, wanaona yanahitaji kushauriwa na kwa hiyo tumepata nafasi ya kuzungumza nao kwa mheshimiwa, kwa niaba ya mheshimiwa rais, ambako mheshimiwa rais yuko ziarani, tumepata nafasi ya kutana na makamu wa rais mstaafu wa nchi ya Afrika Kusini kama kiongozi wa timu na ameongezana na timu ya watu kama wanane. Wapata nafasi ya kuzungumza na Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa, kuzungumza na vyama vya siasa, wamekutana na taasisi binafsi ambazo zinashughulikia uchaguzi, lakini taasisi za dini, kupata picha ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu na hakika wamepongeza kuanzia hatua za awali za maandalizi kutoka tume yenyewe, utaratibu ulioandaliwa kukutana na vyama vya siasa kujadili mpaka kubadilisha marekebisho ya sheria, na sasa eh, maandalizi yanaendelea ya uandishaji watu wamejiandikisha, lakini marudio ya kubandika majina kwenye kuta za maeneo kwenye vituo vya kujiandikisha. Haya yote wameyaona na wameridhishwa na maandalizi haya mpaka kufikia hatua hiyo. Lengo la misheni hiyo ni kutathmini maandalizi ya uchaguzi ikiwa ni pamoja na hali ya kisiasa ili kuhakikisha misingi ya demokrasia inafuatwa kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wa Afrika kuhusu demokrasia, chaguzi na utawala. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Khamis Hamza Khamis ametoa rai kwa wadau wa mazingira katika ngazi zote na wananchi kwa ujumla kuungana na serikali kwa hali na mali katika mapambano dhidi ya kuenea kwa hali ya jangwa na ukame kwa faida ya vizazi vilivyopo na vijavyo. Bwana Mshindo anatueleza zaidi. Naibu Waziri Hamisi amewaomba wananchi kuendelea kupanda miti na kuitunza ili kukabiliana na athari za ukame ambao unaathiri sekta mbalimbali ikiwemo maji, mifugo na kilimo zina umuhimu mkubwa kwa binadamu. Ametoa wito huo wakati wa siku ya maadhimisho ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na kuenea kwa hali ya jangwa na ukame duniani yaliyofanyika katika manispaa ya Shinyanga. Hali ya jangwa imekuwa ni moja miongoni mwa hali zinazokuwa ama zilizokuwa tishio katika nchi yetu na nchi nyingine za Kiafrika. Niendelee kuwaomba wananchi hasa wa Tanzania tuendelee kushirikiana na kuwa kitu kimoja kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunaepukana na hali hii. Ipo mikoa hapa imetajwa. Mikoa ambayo baadhi ya mikoa hiyo imeshaonesha viashiria vya, vya kwamba kama tusipokuwa makini tunakwenda kutengeneza hali kubwa sana ya jangwa na kama mnavyojua jangwa linafuatia na ukame. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Shinyanga Mheshimiwa Julius Mtatiro aliyemwakilisha mkuu wa mkoa ameishukuru serikali kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais kwa kuona umuhimu wa kuadhimisha siku hiyo mkoani humo. la maji kazi kubwa sana inafanyika. Hii shughuli ambayo unaifanya leo hapa, Mheshimiwa Naibu Waziri, ya upandaji wa miti, imeshajihishwa sana, na mradi mkubwa wa maji, mradi wa Ziwa Victoria ambao umefika hapa Shinyanga asi itusikishie salamu sana za pongezi kwa mheshimiwa makamu wa rais na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Maadhimisho hayo yamekwenda sanjari na zoezi la upandaji wa miti katika kituo cha afya cha Kambarage kilichopo manispaa ya Shinyanga, na maadhimisho ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano yanachagizwa na kauli mbiu okoa ardhi kufungua fursa Imeeleza kuwa mfumo wa EIOS unao mchango mkubwa katika kutambua tofauti na udhibiti wa magonjwa hapa nchini. Godwin Mawanja anatueleza zaidi. Hayo yamebainishwa mkoani Morogoro na mkurugenzi msaidizi wa sehemu ya epidemiolojia na udhibiti wa magonjwa kutoka wizara ya Afya, Dr Vida Makundi Mbaga, kwenye mafunzo ya Epidemic Intelligence from Open Sources iliyoratibiwa na wizara ya Afya kushirikiana na shirika la afya duniani WHO. Dr. Vida amesema mfumo huo una mchango mkubwa katika kuwajengea uwezo wa taalamu wa ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo ngazi ya halmashauri na mikoa. Aidha, ametoa wito kwa jamii kuendelea kutoa ushirikiano katika kutoa taarifa za tetesi za magonjwa kwa haraka ili kuwezesha ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa bila kusababisha athari. Tukisha kuwa na huu mfumo itakuwa ni rahisi kuwafundisha watu wa halmashauri uh, wenzetu wa halmashauri pamoja na mikoani ili kuweza ku, kuweza ku kufuatilia magonjwa kawaida. Tetesi zozote zinazotokea kwenye jamii tunapenda tunazichukua zote, halafu tunazifanyia kazi ili tujue kama ni za zina uwezekano wa kuwa na magonjwa au kuwa na, ma, na magonjwa ya mlipuko au hapana. Tukizifuatilia tukikuta haina ugonjwa haina viashiria vyovyote vya magonjwa basi huwa tunaacha na nayo, au tunaendelea kuifuatilia, lakini tukikuta kwamba ina uwezekano wa kuleta hatari za kusambaa kwa magonjwa, basi tunaendelea kuifanyia kazi. Kwa hiyo mfumo huu umekuwepo kila, kila wakati mfumo huu umekuwepo, lakini hata kabla ya hapo tulikuwa tunafuatilia hizi tetesi lakini kwa njia nyingine. Kwa upande wake Dr George Kauki, mwakilishi kutoka WHO Tanzania, amesema mfumo wa e EIOS hutumia teknolojia hali ya juu kama vile uchakataji na kuchambua mamilioni ya taarifa kila siku kutoka kote duniani, na lengo kuu la mfumo huo ni kutambua viashiria vya mapema vya milipuko ya magonjwa na matukio mengine ya dharura ya kiafya kabla ya jiripotiwa na mamlaka rasmi. Naye Dr Joyce Nguna pamoja na Dr Sarah Foda kutoka WHO Africa wamesema mfumo huo umesaidia nchi nyingi katika kugundua matukio ya kiafya mapema. Ikumbukwe kuwa EIOS ni mfumo wa kimataifa unaongozwa na shirika la afya duniani WHO, ambao unakusudia kuboresha uwezo na na wa kufuatilia na kukabiliana na magonjwa milipuko kwa kutumia taarifa zinazopatikana kutoka mifumo ya wazi, zikiwemo vyombo vya habari, mitandao ya kijamii ikiwemo blog, tovuti za serikali na vyanzo vingine vya mtandao vinavyopatikana kwa umma. Maelfu ya vijana wa Kitanzania wanatarajiwa kunufaika kiroho, kijamii na kimaisha kupitia tamasha la Twenzetu kwa Yesu 2025 linaloanza kesho ambalo linatajwa kuwa jukwaa maalum la mabadiliko chanya kwa kizazi cha sasa na kuwajengea vijana uwezo wa kupambana na changamoto kwa kutumia misingi ya kiimani na kimaadili mema. Rachel Chacha ameandaa taarifa zaidi, inayosoma studio na Nezia Masinde. Tamasha hilo limeendelea kuwa kivutio kwa vijana wenye kiu ya kujifunza kuimarika kiimani na kuunganishwa na fursa mbalimbali mbali za maisha. Kwa mwaka huu tamasha hilo litafanyika kwa siku mbili kuanzia kesho katika maeneo ya Mlimani City na Tanganyika Packers Kawe, siku ya Jumamosi, ambapo mwanamuziki wa nyimbo za injili kutoka Nigeria, Mercy Chino, atashiriki tamasha hilo. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam, mara baada ya kumpokea na akimkaribisha chini mwanamuziki kutoka Nigeria Mercy Chino, msemaji wa tamasha hilo Francisco Nongolo amesema kupitia tamasha hilo vijana watapewa elimu juu ya kujitambua, mafunzo ya uongozi, mafanikio ya kijamii, maombi ya pamoja, huduma mbalimbali mbali za ushauri na saha dira ya maisha na kuendeleza maadili ya Kikristo vyote vikiwa na lengo la kuwawezesha vijana kujitambua na kuchukua nafasi yao katika jamii ambacho kimefanyika hapa. Nanyi mmeona tayari ni kwamba tumekwisha kumpokea mwimbaji wetu kutoka nchini Nigeria. Jana tulipokea timu yake ya kwanza ambao wamekwisha kufika kwa ajili ya muziki na kadhalika, lakini leo tunakwenda tumempokea tena Meschino. Kwa hiyo watu wote ambao wanatufuatilia na kututizama kutoka popote pale, uh, walipo watambue tu kwamba kila kitu kimekamilika. Kama hawajajipatia tiketi yao, wahakikisha wanajipatia tiketi yao kwa ajili ya tamasha hili kubwa ambalo kwetu sisi tunaamini ni tamasha ambalo linakwenda kumsaidia kila kijana wa Tanzania. Mwaka huu tunasema twenzetu kwa Esu 2025, ishi kwa malengo. Aidha, tamasha la twenzetu kwa Yesu linaandaliwa chini ya mwamvuli wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, na kwa mwaka huu linatimiza miaka 12 tangu kuanzishwa kwake, ambapo kila mwaka zaidi ya vijana elfu 35 hukusanyika kwa ajili ya kusifu, kuabudu, kusikia neno la Mungu pamoja na kupata nafasi ya kujifunza kuhusu fursa za elimu, ujasiriamali, mali, afya ya akili na uongozi. Tofauti na miaka mingine, mwaka huu umekuwa wakitofauti sana kwa sababu tumefanikiwa kuwa na matamasha makubwa mawili. Tamasha la kwanza hili tumeamua kulipa jina la Twenzetu kwa Yesu corporate event, ambalo hili lenyewe ni maalum kwa ajili ya watu ambao pengine muda ulikuwa hauwaruhusu wao kuweza kuja kwenye tamasha la Jumamosi ambalo linaanza saa kumi na mbili mpaka saa kumi na mbili jioni, lakini sasa hivi watapata hiyo nafasi ya kuja siku ya Alhamisi na hilo la tarehe kumi na tisa mwezi wa sita, yani Alhamisi hii, kiingilio chake lenyewe tumeliweka kulingana na watu corporate kidogo, tumeamua itakuwa ni shilingi laki mbili kwa mtu mmoja VIP, pamoja na meza ya watu kumi kwa shilingi milioni mbili Na nini unakipata hapo cha ziada ni kwamba ukilipia hapo unapata nafasi ya kupata chakula ukiwa ndani, lakini soft drinks na utapata performance ile ile ambayo watu wengine wanaipata. Kwa hiyo ni pale Mlimani City na ni kuanzia saa kumi na mbili kamili za jioni mpaka saa sita za sa usiku. Chama cha mapinduzi CCM kimesema kitaendelea kusimamia kwa dhati misingi ya amani nchini, kwani ndiyo nguzo kuu ya maendeleo ya taifa lolote. Kutoka Geita Joel Maduka anayo taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa na makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Stephen Wasila wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika katika mji mdogo wa Katoro mkoani Geita. Wasila amesema Tanzania itaendelea kuwa kisiwa cha amani na utulivu na kwamba wananchi wake wanahitaji amani zaidi ya jambo lolote lile, hivyo ajenda ya amani itaendelea kuwa ya kudumu na endelevu. Amebadilisha sura ya Katoro, mnahitaji amani kuliko watu wote walioko duniani. Maana kazi yenu msingi wake inawezekana kama kuna amani au si? Sisi chama cha mapinduzi tumeahidi kwamba amani lazima iwe ya kudumu. Ajenda ya kudumu ya amani inasimamiwa na chama cha kudumu cha sisi. Yenu tunawaahidi amani na itaendelea kuweka, na uwezo wa kuweka amani tunao, nia tunayo tunayo na shabaha yetu ni kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na amani, kwa bila amani hakuna maendeleo, ni mbio tu <laughs> tena mbio za kwenda usikojulikana. Aidha, wasila ameongeza kuwa pamoja na Tanzania kuwa ni nchi huru, uhuru huo haupaswi kutumika kama kigezo cha matusi au lugha za kejeli ambazo kwa kiasi kikubwa huondoa heshima ya taifa na misingi yake ya maadili. Lakini tumechanganya mambo tumechanganya mambo siku hizi, uhuru eti nikutukana? Uhuru eh, kazi yake kutukana? Sisi tumetokana na familia. Uhuru unatusaidia kufanya maamuzi, ndiyo maana tuliudai, ili tuamue mambo yetu wenyewe, ndiyo maana tulidai uhuru Uhuru wa kutukanana ni uhuru mpya na haueleweki. Nchi gani ambayo watu wake wanatukanana badala ya kujadiliana? Baadhi ya wananchi waliohudhuria mkutano huo wamepewa nafasi ya kutoa changamoto zao ambazo zimekuwa zikiwatatanisha kwenye maeneo ambayo wanaishi. Kwa katoro kama katoro yote aliyoyafanya Samia tumeyaona lakini tumekaa kwenye mamlaka ya mji kipindi kirefu sana, kuna tatizo gani tusipewe halmashauri tukajitegemea? Nachoomba makamu, ulifikishe sisi watu wenye ulemavu. Nikiomba mimi kama ni mdau, ni mpenzi wa soka mimi, ninapenda mimi soka, lakini natamani kuwa mchezaji mkubwa sana kama Brazili. Wao wana ligi ya watu wenye ulemavu wa mpira wa miguu, sisi kwa nini wa Tanzania kiasi hicho? Naombeni, naomba mwenyekiti, ulifikishe kwa makamo ulifikishwe Mheshimiwa Rais. Wala sisi hata watu walemavu, jamani, hatuna pa kushika, mtafute na sisi tutafute, kama kuna wachezaji ambao hata, lakini tutaongezea ligi zetu jamani. Wasila amewataka Watanzania kuendelea kudumisha mshikamano na kulinda amani ya nchi kwa kuepuka vitendo vya uchochezi na matumizi ya lugha za matusi, akisisitiza kuwa CCM itaendelea kuwa mstari wa mbele kulinda misingi hiyo kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Wakati mabaraza yote ya madiwani nchini yakitarajiwa kuvunjwa rasmi Juni 20 mwaka huu kwa maelekezo ya waziri wa TAMISEMI, halmashauri ya manispa ya Ubungo imefanya kikao cha baraza la robo nne ya mwaka na kukabidhi vifaa vya sauti yaani PA kwa kila kata ili vitumike kuhamasisha wananchi kuchangamkia fursa ya mikopo. Mrisho Mapeo anatuarifu zaidi. Akizungumza jini Dar es Salaam leo wakati wa mkutano wa baraza hilo lililokwenda sanjari na zoezi la kukabidhi PA kwenye kata 14 za halmashauri hiyo, mstahiki mea wa manispaa ya Ubungo, Jumaa Jaafari Nyaigesha, amesema baraza hilo linafikia ukomo wake likiwa limetekeleza ilani kwa zaidi ya asilimia 90 kwa kuhakikisha miradi ya maendeleo ikiwemo ya afya, elimu na barabara ikiwa kwenye hali nzuri na wananchi wakipata mikopo aidha nyaigesha ametumia nafasi hiyo kumpongeza na kumshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kwa kufanikiwa kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo bwawa la mwalimu nyerere na mradi wa sgr huku pia akiwezesha halmashauri zote kuboresha miradi ya maendeleo na kutoa mikopo isiyo na riba kwa wanawake vijana na watu wenye ulemavu hivyo amewataka wananchi kuendelea kumuunga mkono daraja sio mchezo nadhani unaona huko Mwanza kinachofanyika pale ni mradi mkubwa sana duniani, katika m miongoni mwa madama makubwa sana duniani. Lina kilomita tatu point moja. Mama huyu amesimama kidete, mradi ameumaliza mwalimu Nyerere. Unaiona wewe mwenyewe, bwawa la mwalimu Nyerere limekwenda kumaliza kero yaume taifa taifa letu. Ni mradi wa gharama kubwa. Mama huyu angeweza kusema jamani, mradi huu kwa gharama hii sitaweza kumaliza. Hapana, tuachie hapa ilipoishia. Amekubali akaendeza kumkabidhi mradi huo, hadi mradi umekamilika vizuri kabisa. SGR mnaiona licha ya kuimalizia mpaka Dodoma, akaongeza na mpaka Mwanza, mpaka Mpanda, mpaka Kigoma, na sasa tutakwenda kuunganisha Tanzania na Burundi. Tumpe nini mama huyu? Kwa upande wake, diwani wa kata ya Mbezi Ismail Malata amezungumzia mafanikio na maendeleo yaliyopatikana kwenye kata ya Mbezi na kusema kuwa Serikali ya awamu ya sita imefanikiwa kuleta maendeleo ambapo huduma za afya na elimu zimesogea karibu zaidi na wananchi, huku barabara nyingi zikiendelea kujengwa 2025 Tulikuwa nimeweka ahadi ya kuweza kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo upande wa afya, maji, miundombinu, elimu, michezo pamoja na afya. Lakini niseme tu kwamba kwa namna yangu nimeweza kutekeleza asilimia tisini ya miradi yote ya maendeleo. Napenda nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyenipatia fursa ya kuweza kupata miradi mingi katika kata ya Mbezi ishirini ishirini mpaka ishirini ishirini na tano zaidi ya bilioni sabini na nane ni pesa taslimu ambazo zimeingia katika kata ya Mbezi kutekeleza miradi ya maendeleo kwenye afya, elimu, maji, miundombinu, michezo pamoja na